Jeshi la polisi nchini Tanzania limezua gumzo usiku wa kuamkia leo baada ya kulizingira kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Joseph Atigwajima wakati wa ibada ya maombi ya usiku maarufu kama mkesha. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 4 za usiku wa tarehe 2 Juni 2025 katika eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam, lilipo kanisa hilo, ambapo hatua hiyo imeibua maswali mengi miongoni mwa waumini na Watanzania kwa ujumla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 Kwa kuwa Askofu Gwajima ni kiongozi wa dini na pia mbunge wa Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ambaye kwa sasa ameshikilia msimamo wa kusema ukweli kuhusu vikundi vya watekaji. Tukio hilo linaingiza mkanganyiko wa dini, siasa na usalama. Hii inatoa taswira ya hali tete ambapo mipaka kati ya muhimili hiyo mitatu inaanza kuchanganyika. Mchungaji Dickson Kabugumira amekariliwa akisisitiza hali ambayo itatokea ndani ya Chama cha Mapinduzi mwaka huu. Jambo la pili ambalo litatokea, Mungu amenipa mawili, ni aseme kutakuwa na vurugu, migongano, na sijui nielezeje, kutakuwa na vurugu, migongano na ari ya sintofahamu kwenye chama cha Mapinduzi kuanzia mwezi huu wa tano wa sita na wa saba mpaka bunge likija kuisha na ile wiki yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu waliokuwa wamekaa kimya, mwezi wa tatu tarehe tano nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko wakati wao. Nilitumia neno la staa kidogo nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo wa tano wa sita wa saba eh CCM inapaswa kujishikilia <laughs> yatatoke na hakuna wa kuyazuia, ndio bahati mbaya sasa, yaani mtalionja, mta, mta, mta, mta lile joto lenyewe. Kufuatia tukio la polisi kuzingira kanisa la ufufuo na uzima, rais wa chama cha wanasheria nchini Tanganyika Law Society Boniface Anyisile Mwabukusi ameweka bayana kuwa kwa sasa hawatakiwi tena kujifanya hawamjui anayeweteka watu hapa nchini. Wakili Mwabukusi ameandika katika ukurasa wa Facebook maneno haya, nina nukuu: mtekaji amepata ujasiri, yuko tayari kufanya chochote hadharani kuzuia tusipige kelele za utekaji. Sisi tunaotekwa na kupotelewa na ndugu tuendelee kumwonea aibu na upuuzi wake huu? La hasha! Kanisa linashambuliwa kwa kusimama katika kweli. Tukatae dhuruma hii, tuna haki ya kujilinda, tuna haki ya kulinda ndugu zetu na rafiki zetu Usikae kimya tena. Mwisho wa kunukuu. Hawa wabunge waliokuwa bungeni wote kwa sasa waondoke, kwa sababu wabunge wale, asilimia kubwa wachekeshaji tu, wanaenda kuchekesha, wangojea hela zao, wanakula, lakini mazingira huku hawayafanyii kazi. Hivi kwa mfano, mi nausema, tunamtaja jina, lakini sio vizuri, yule mheshimiwa Msukuma, hivi yule mbunge au yule komedi <laughs> kwa sababu kila jambo la kwake yeye yani la kichekesho. Kila jambo atakalozungumza ni ile kwake kichekesho. Sasa mbunge kama yule, kusema ukweli, hata hiyo serikali kweli inaangalia au ndio inawapenda watu kama wale? Kwa sababu wanatuzumbaisha sisi. Sisi tuna no matatizo chungu mzima huko, hakuna hata mbunge mmoja akasimama akasema maneno, yule Mtanzania mwenyewe akasema da, huyo mbunge kuna neno anatusaidia hivi? wabunge hawa kweli wamekaa na shute zao kule, hata swala la maiti wanashindwa kulizungumzia maiti. Hebu angalia mtu aliyefiwa ugumu wake, matatizo yake aliokuwa nayo. Mtu aliyefiwa anapatwa na matatizo mangapi? Mtu mwenye masikini, chumba, nyumba kapanga, kazi yenyewe hana, anadaiwa milioni tatu hivi. Hii serikali kweli na macho hii? Awali Askofu Gwajima alithibitisha kuhusu askari wa jeshi la polisi kuzingira kanisa lake wakati wa usiku, wakiendelea na huduma kanisani hapo. Ni saa tano na robo usiku, hapa Dar es Salaam na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi, kwa sababu ya taharuki iliyotokea kwamba wa... tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la ufufuo na uzima hapo Ubungo, na maaskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi, wamekuja kuzunguka kanisa hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba uh, usiku huu saa tano uh, sasa hivi, tarehe tarehe ngapi leo tarehe mbili, mbili. mbili tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kime kinaendelea kufanyika. Baadhi ya ufuatiliaji wa masuala ya siasa za ndani na nje ya Tanzania wanasema, katika mazingira ya sasa sauti za viongozi wa Chama Cha Mapinduzi kuhusu masuala nyeti zimesikika kwa nadra sana au hazipo kabisa. Badala yake, sauti za kejeli, vitisho au ukosoaji wa upinzani ndizo zinazopewa kipaumbele, ikiwa ni ishara ya chama kilichojikita zaidi katika kujilinda kuliko kuwatumikia wananchi. Na mnao mjibu wa Askofu Gwajima natakiwa mumjibu katika hoja ambazo wamezisema. Moja ya ajenda ya Askofu Gwajima ni kuhakikisha kwamba Watanzania hawatekwi, hawapotezwi, hawauawi, ndio ajenda. Amesema kwamba hata nyamaza mpaka hilo jambo litimie. Hamjamsikia? Hamjamsikia? na rukaruka vile kama, pop, kama popcorn. Jibu hoja zake. Hataki Watanzania watekwe, hataki na. Mtu yote mwenye akili hawezi akakataa huo ukweli. Nani anapenda mtoto wake atekwe? Sisi tunakuwa na mambo ya kijinga sana. Yaani mimi nilitarajia wabunge wangeweza kuzungumza habari hiyo. Ametupa majina themanini na matatu ya Watanzania wenzetu waliotekwa wakapotezwa, hawajulikani walipo. Yaani bunge badala ya kutaka kutafuta ukweli huo na kuweza kufanya maamuzi mazito kuwashughulikia watu ambao wanafanya ushenzi huo, mnaenda kuzungumza habari za habari za Gwajima. Hata hivyo, katibu wa zamani wa itikadi uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Humphrey Polepole aliwahi kutoa tahadhari kuhusu uwepo wa serikali za kihuni ndani ya mamlaka kamili katika chama au serikali iliyopo madarakani. Yaani, msipokuwa makini kwenye political economy ya nchi yetu hapa unaweza ukajikuta kikatengeneza kikundi cha watu ndio kinakula kodi ya nchi hii, kikatengeneza kikundi cha watu ndio kina, kina, kina bagaza watu wote, na maelekezo yanatoka kwenye kikundi kule. Angola kilikuwa kinaitwa Futungo, Kongo inaitwa Monjo, Parallel State. Parallel State maana yake ya nini? Mfano, mna serikali tuna serikali hapo, wana serikali yao kule, halafu ile serikali inakuwa hamna kitu, ila kuna serikali iko nyuma yao isiyoonekana, hiyo ndio inaamua kila kitu hao ndio wanapanga nini iwe, nani awe, kifanyike wapi. Haya maneno si yangu, wasomi na wanazuoni wote na wanataaluma wanajua haya mambo na yaani e, kama hawatakuwa wanaendelea kusema haya mambo watachomwa moto siku ya mwisho we should speak And we should speak the truth about hizi forces ambazo zipo na zinahatarisha mustakabali wetu si tu wa kisiasa, lakini pia wa kiuchumi na maendeleo ya watu wetu wa Tanzania. Sasa hapa Tanzania tuwe macho, tuwe macho sana, tusirelax kwa sababu kwa sababu kuwa na parallel state inawezekana. Tena wewe unatazama, hata mfano wanatazama chama, kwa sababu mimi, wanachama wa chama cha mapinduzi, wahuni wa dunia wahuni wana, unjue, kuna wahuni wa dunia, kuna wahuni wa Afrika, kuna wahuni hapa Tanzania, watu ambao wana mgongano wa maslahi, wanataka wapate wao, wako radhi wapige kopi, serikali yetu inapigwa kopi ile. Mnakuwa mna tuna serikali hapa halafu nao wana serikali yao, hii serikali yao ndio inaamua kila kitu. Sisi huku wenye serikali yetu tunakuwa wanasesere tu, tunakuwa wanasesere huku una, hawa watu Tuwe macho. Kwa upande wake, mwanaharakati na mwandishi wa habari mwandamizi Cyprian Musiba aliwahi kukariliwa akikitahadharisha Chama cha Mapinduzi kuhusu mabadiliko ya dunia, ambayo kwa sasa kuna serikali za kihuni duniani ambazo zinataka vyama vyote vilivyokaa madarakani kwa muda mrefu kuondolewa, mpango madhubuti, wasije wakadhani kwamba wao ni chama kikubwa sana. Wanaweza wakajikuta wameanguka kama watadharau, kama watadharau namna na ya kusoma dunia inavyokwenda, siasa za dunia zinavyokwenda, lazima CCM wadili nazo, wajue kwamba wazungu wale ambao wanataka vyama vya zamani viondolewe katika madaraka wa, wajiingize mule kwa wazungu, wajue kwamba nini mipango yao wanataka kufanya dhidi ya chama tawala Tanzania. Kwa hiyo moja ya tatizo kubwa sana ni kujisahau, na vyama hivi vilivyoanguka hivi vyote vilijisahau tu wanajiona kwamba sisi, sisi ni wakubwa hatuwezi hatuwezi kuguswa na mtu yoyote, lakini wazungu wana mipango yao, na wazungu wana akili. Nasemaga wana akili kwa sababu kuna mambo mengi wanatengeneza, sisi tunanunua kwao. Wazungu wana akili sana, hasa kwenye mambo ya siasa, kutaka kuviangusha hivi vyama vya zamani. Kwa hiyo chama, chama hau, kwa hiyo chama cha Mapinduzi, na nawashauri wasije wakajisahau wakadhani kwamba wao ni wakubwa sana wakasahau kwamba hawa wapinzani hawa wana mahusiano na baadhi ya mataifa ya nje wenye akili kubwa na wenye fedha. Kwa hiyo sio kujisahau, sio kujisahau. Wakati chama cha Mapinduzi CCM kikiwa bado kina mtandao mpana wa kisiasa na miundombinu ya uongozi nchini, ukimya wake katika masuala nyeti unatoa ishara hatari, kwamba chama hicho huenda hakina tena msukumo wa kisiasa wa awali wa kutetea wanyonge, bali kimegeuka kuwa sehemu ya mfumo unaotajwa kuwa wa kukandamiza sauti mbadala. Wananchi wanaanza kuhoji, si tu kwa kelele mitandaoni, bali kwa ukimya wa kutojihusisha, kuonyesha kukata tamaa, au kutafuta mabadiliko nje ya mfumo rasmi wa kisiasa.